Medical Credit Fund kwa maana ya MCF, mara ya kwanza niliwasikia sikia kwenye mikutano ya after, lakini baada ya hapo nikaja kukutana nao sasa kwa vizuri zaidi kwenye mikutano ya vyama vya madaktari. Moja ya kitu ambacho nimekuwa admired, ambacho nimevutiwa ni nacho ni kwamba hakuna haja ya kuwa na collateral at the start. Unajua kwenye taasisi nyingine za kifedha Uh, kabla ya kupata mkopo lazima utangulize eh, kama unaweka poni kitu chako hivi kwamba ukishindwa kutimiza ahadi uh, uh, uh, ya kuweka ya poni basi poni yako inakwenda. Kwa hiyo hakuna collateral. Na uzuri mwingine ambao unaona ni kwamba kama transactions zitakuwa nyingi kwa kipindi husika, basi marejesho inaweza kuwa mapema zaidi kabla ya muda wa mkopo eh, kufika, kama mkopo ni miezi sita Pengine marejesho za kuwa ndani ya miezi mitatu minne, kwa sababu transactions zinakuwa nyingi. Wito wangu ni kwamba kwanza kabisa, tutengeneze portfolio ya kuwa na digital uh, money, digital transaction. Kwa ukiwa na M-Pesa alipa namba itakupa urahisi wa kuweza kupata mkopo kutoka MCF. Mkopo kupataji wake ni rahisi, marejesho ni rahisi, hayaumizi kichwa. Na mimi it's just at the beginning na sio mwisho nitaendelea hata huu mkopo ukiisha nitaweka nita maombi ya mkopo mwingine.